Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina ninaitwa Msifuni Moses, ni mwenyekiti wa kwaya ya Mbezi Temboni na hawa waliosimama nao hapa ni baadhi ya wanakwaya wa Mbezi Temboni. Uh, sisi kama wanakwaya wa Mbezi Temboni Temboni, uh, tumekuwa na kongamano ambalo lilianza tarehe 15 siku ya jana Jumamosi, na leo tumehitimisha siku ya Jumapili tarehe 16. Na katika kongamano la leo kumekuwa na tofauti na ya makongamano yaliyopita ambayo tumeshia kuwa kuyafanya. Kongamano la leo limekuwa na utulivu, kwa sababu hakukuwa na mvutano wote ule, kwa sababu tulikuwa tushindani, bali semina ndizo ambazo zilitawala kongamano hili. Kwa hiyo hata walimu waseminishaji walikuwa wako vizuri katika kufundisha. Kwa hivyo, kwa hivyo tumeona kuna mabadiliko makubwa, kwa sababu hata utulivu umekuwa mkubwa katika uh, usikivu wa waimbaji wa, wa kwaya zote ambazo zimewasili. Changamoto ambayo amba tumeipata katika kongamano hili ni kwamba tuna kwaya takribani uh, zinafika 38 huko lakini ambazo zimehudhuria siku ya leo jana na leo ni kwaya kumi na, na, na, na, na tatu ambayo zimeweza kuhudhuria. Kwa hiyo bado mwitikio umekuwa ni mdogo, kwa sababu kuna wengine huwa wanahisi kwamba uh, haya makongamano ni kwa ajili ya kuwadhalilisha au kuonekana kwamba hawajui kuimba, lakini si hivyo. Ni kwa ajili ya kuja kujifunza jinsi gani tuweze kuimba. Ukiangalia somo la jana alikuwa asema tuimbe kwa akili. Kwa hiyo tutaimbaje kwa akili kama tutajifunza? Lazima tujifunze ili tuweze kuimba kwa akili. Zaidi sana niseme tu kwamba ni wapongeze waimbaji wangu wangu wa Tembezi Temboni, ndani yake humu kuna katibu wa kwaya a, Ezekiel Msafiri ambaye amevaa kaunda suti hapo kama ya kwangu, lakini pembeni yangu hapa ni a, kiongozi wa nidhamu a, Felista. Lakini pia kuna walimu wa kwaya, yupo Waridi pale alipo, naomba wapunga mkono Waridi. Lakini pia tunaye kiongozi wa mawasiliano anaitwa Neema Gaspar, pamoja na hao tunaye uh, dada Faraja pale anaomba sauti ya pili lakini tunaye sauti ya pili mwingine anaitwa Esther Mbwambo yuko pale mama yetu kuikwaya hii aa. Bila kusahau nafikiri hao waliotambulisha, yupo Rosta ambaye ni mwanakwaya wa sauti ya kwanza. Rosta, naomba wapunge mkono. Kwa hivyo sisi kwa, kwa kipekee sana tumefurahia sana kongamano hili na tumejifunza mambo mengi sana katika kongamano hili. Tunategemea kwa sababu pia naye ongea hapa ni mratibu wa kanda ya Kinyerezi tunategemea kwamba tutafanya mambo makubwa, na tunaamini kwamba changamoto ambayo tumeziona leo tutakwenda kuzifanyia kazi, na baada ya hapo tutarekebisha, tutakuwa na makongamano mazuri yenye kuvutia sana, kutokana na elimu ambayo tumeipata katika kongamano hili kuanzia jana na leo. Kupitia watu wa semina tumejifunza kwamba muziki ni ibada, lakini pale ntie moyo hata makanisani kwetu, japokuwa wazee wengi wajafika kwa kanisa, ile tabia ya kuambiwa kwaya, naomba mtutoe hilo tunaomba tukalifanyie kazi kwamba kwaya sio ya maburudisho au kwaya sio kwa kusema kwamba sasa watu tutoke kwa wimbo namba fulani, inabidi wimbo wimbo uishi kabisa ndipo watu waweze kutawanyika. Kwa hivyo tunaamini kwamba kupitia semina ya leo, yapo mambo mengi ambayo tunakwenda kujifunza ambayo tunaamini kwamba uh, uimbaji ni ibada na tunayemwimbia sio mwanadamu wala sijimbii mimi, ila tunamwimbia Mungu wa mbinguni.